DW. Habari za Ulimwengu na msomaji ni Silvia Mwehozi. Kwanza sikiliza muhutasari wake. Wapalestina waelezea kushikwa na hofu kufuatia tangazo la Israeli la kuwataka waondoke Rafah. Ujerumani yasema mazungumzo ya usitishaji mapigano Gaza hayapaswi kudhoofishwa, na rais wa Urusi Vladimir Putin ameagiza kufanyika kwa luteka za kijeshi zikihusisha silaha za nyuklia. Habari kamili. Rafa. Raia wa kipalestina walioko katika mji wa Rafah wameelezea kukata tamaa wakati Israeli ikidondosha vipeperushi vinavyowataka kuondoka kwenye mji huo kwa usalama wao kabla ya kufanya mashambulizi. Mapema leo jeshi la Israeli limezielekeza familia za kipalestina zilizoko mashariki mwa Rafah kujiandaa kuondoka kabla ya kufanya mashambulizi kwenye mji huo ulio mpakani na Misri. Lakini wakati wakimbizi wengi wasio na makazi wakifungasha virago tayari kuondoka, mamlaka katika ukanda wa Gaza unaoendeshwa na Hamas zilisema kwamba tayari Israel inayalenga maeneo maalum ambayo ya yameamriwa watu kuondoka upande wa mashariki mwa Rafah. Kulingana na jeshi la Israel, maeneo ambayo watu wameelekezwa kwenda yana hospitali mahema na huduma nyingine muhimu ikiwemo vyakula na vifaa vya matibabu, lakini mashirika kiutu ya kiutu yanasema maeneo hayo yana msongamano mkubwa wa watu. Berlin Ujerumani imezihimiza pande zote kuendeleza mazungumzo ya kutafuta makubaliano ya kusitisha mapigano katika ukanda wa Gaza baada ya ongezeko la tofauti baina ya Israel na Hamas katika mazungumzo ya mwishoni mwa juma mjini Kairo. Wizara ya mambo ya nje ya Ujerumani imesema mazungumzo hayo hayapaswi kudhoofishwa na pande zote lazima zifanye juhudi kubwa kuhakikisha kuwa watu wa Gaza wanapewa misaada ya kibinadamu na mateka wanaachiliwa. Kauli ya Ujerumani inatolewa mnamo wakati Israel ikiamuru kuanza kuondolewa kwa Wapalestina kutoka mjini Rafah mapema siku ya Jumatatu. Katika hatua nyingine, Ujerumani imekosoa uamuzi wa Israel wa kuzuia kituo cha habari cha Al Jazeera na kutaka kulindwa kwa uhuru wa vyombo vya habari. Moscow. Rais wa Urusi Vladimir Putin ameagiza kufanyika kwa luteka za kijeshi zikihusisha silaha za nyuklia karibu na Ukraine katika hatua ya kushughulikia kile alichokiita kitisho cha nchi za Magharibi cha kupeleka vikosi vya jumuiya ya kujihami NATO nchini Ukraine. Wizara ya ulinzi ya Urusi haikutoa maelezo zaidi kuhusu tarehe ya kuanza kwa mazoezi hayo, lakini yatajumuisha vikosi vya wanaanga majini na vile vilivyo karibu na Ukraini. Tangazo hilo limetolewa mnamo wakati vikosi vya Urusi vikidai kukamata vijiji viwili katika mikoa inayokabiliwa na vita ya Donetski na Karkiv mashariki mwa Ukraini. Putin amezidisha kauli zake kuhusu matumizi ya silaha za nyuklia tangu alipoivamia Ukraini mwaka elfu mbili na ishirini na mbili. Mnamo mwezi Februari, Putin alinukuliwa akionya kwamba kuna kitisho halisi cha vita vya nyuklia. Paris. Raisi wa halmashauri ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amesema muungano huo hautosita kuchukua hatua kali za kulinda uchumi wake na ulinzi katikati mwa mivutano ya kibiashara na China. Von der Leyen ameyasema ame hayo mjini Paris kufuatia mazungumzo na rais wa China Shi Jinping na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron. Kiongozi huyo wa ngazi ya juu ameeleza kwamba bado kuna tofauti baina ya Ulaya na China na ambazo zinazua wasiwasi wasi mkubwa. For trade to be fair, ili biashara iwe na usawa, ufikiaji wa soko la kila mmoja unapaswa kuwa wa pande zote, na tumejadili namna ya kupiga hatua za kweli katika kulifikia soko. Bado nina imani kwamba maendeleo makubwa yanaweza kupatikana kando na Ufaransa, rais Xi anatarajiwa pia kuzuru Serbia na Hungary. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za Ulimwengu kutoka DW. Sao Paulo, mvua kubwa zinazonyesha katika jimbo la kusini mwa Brazili la Rio Grande do Sul zimesababisha vifo vya watu 83 huku watu wengine 111 11 hawajulikani walipo. Mvua hizo zilizoambatana na dhoruba kali zimeathiri zaidi ya theluthi mbili ya karibu miji mia tano katika jimbo hilo na kuacha watu laki moja na elfu ishirini na mbili bila makazi. Mafuriko yaliyotokana na mvua kubwa yameharibu barabara na madaraja katika miji kadhaa, lakini pia yakichangia maporomoko ya ardhi na kupasuka kwa sehemu ya bwawa katika kituo kidogo cha kuzalisha umeme. Na hatimaye ni Dubai. Takribani mashirika 200 ya misaada yametoa wito wa ufadhili ili kuziba pengo la dola bilioni 2.3 katika msaada kwa Yemen iliyokumbwa na vita na kuonya kuhusu uwezekano wa athari mbaya zaidi katika taifa hilo maskini zaidi kwenye rasi ya Arabuni. Na huo msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa habari za ulimwengu kutoka DW.